Kinachoendelea Uganda kwa sasa ni majozi na damu baada ya intaneti kuzimwa, hivyo ndivyo inasadikika. Sasa kama ndo mara kwa kwanza kufuatilia content zetu ama video zetu, hakikisha unagusa neno subscribe na kusubscribe, gusa rama kengele na kuruhusu all notification ili uwe mtu wa kwanza kupata update zetu kila tunavyoposti. Roby Media ni jicho la jamii. Roby Media hapa tunakuletea kilicho bora zaidi na chenye ukweli na uhakika. Uganda wameshamaliza uchaguzi, ni wiki sasa toka uchaguzi umeweza kutamatika pale nchini Uganda, uchaguzi mkuu wakichagua marais na baadhi ya viongozi wakubwa lakini kitu ambacho kimeweza kustajabisha baada ya nchi hiyo kuzimwa interneti. Tukio hili limeweza kufananishwa na tukio ambalo liliweza kutokea Tanzania wakati wa uchaguzi Oktoba 29 mpaka siku kadhaa mbele. Hiki kimeweza kufananishwa Uh, na wengi wakiendelea kuhisi kwamba pengine pale Uganda kuna matukio yanaendelea na hawataki yaweze kuonekana, na huku wengine wakisema Uganda uh, kuna majeshi ki ya Kitanzania yameenda kutoa support kama majeshi ya Uganda yanavyosadikika yalitoa support kwenye machafuko yaliweza kutokea nchini Tanzania. Sasa hatujui Uganda kuna machafuko, lakini hii video ni moja ya video ambazo zimepostiwa na wananchi uh, wa Uganda uh, ikiwa tale interneti imeshazimwa, zimeweza kupandishwa hizi video kwa kutumia VPN na interneti zisizokuwa rasmi au interneti ambazo zimetumika kinyume na taratibu za sheria, lakini kwa sheria za Uganda interneti imeweza kuzimwa. Afrika inaendelea kuwa na dosari kubwa uh, kwenye moja ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, vyombo vikubwa vya habari na mataifa makubwa ambayo yanaangalia Afrika kwa jicho la tatu baada kaza, ya kuonekana matukio kadha kadha yakitokana na uongozi na maamuzi eh, ya yakiendelea kutokea ambayo inaonekana eh, kisheria za binadamu na taratibu mbalimbali mbali, eh, za kiutu na kibinadamu zikiwa zinakiukwa kwa namna moja ama nyingine. Genuari, mimi ni Robert elections. Andreas King na The King Presenter Lobby Media, kwa endelee kusubscribe uendelee kupata taarifa zetu kila wakati, na hii video inaonyesha baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yakiendelea mara baada ya uchaguzi. Ni mfululizo wa video kadhaa ambazo nimeweza kudhiambatanisha kutoka kwenye vyanzo mbalimbali na akaunti